Walimu wa sekondari msingi wametakiwa kuwa makini kufuatia vifo ambavyo vimekithiri katika kaunti ya Bungoma. Wakizungumza katika hafla ya mazishi ya mwalimu wa JSS wa shule ya Namasanda katika kijiji cha ja Shendu eneo bunge la Kimilili Waalimu hao wametaka vitengo vya usalama kuimarisha usalama na kupunguza mauaji e, na kusisitiza haki kwa familia ya mwalimu wa Mayeku. Aidha, mwalimu huyo alitoweka kwa njia ya tatanishi na kisha mwili wake kupatikana mtu mto Nzoia. Msaidizi wa mwalimu huyo anazuiliwa katika kituo cha polisi cha ja Kimilili kwa uchunguzi zaidi kuhusu mauaji. Ah, tarehe ishirini na mbili alikuwa anataka arudi tena nyumbani na hakurudi. Tuliongoja tukakosa kumuona, alafu wakubwa wa shule walikuja shuleni, wakauliza mwalimu ako wapi? Wakapika simu nyumbani, sisi tukasema alienda shule, na walimu nao wanasema ako nyumbani. Nataka mjue ya kwamba jamii haitupendi pale mulipo kaa mkijua kuna maadui wengi na kwa jamii ya Sikendu na Kenya serikali inayoua walimu wake inji inayoua walimu wake ni inji na tafuta laana chenye nataka niambie watu wakubwa mwenye mnakaa hata na wao vijana wetu wa because you are born earlier than them lakini hawa pia watakuwa kwa hiyo nafasi.